Ikumbuke kuwa Benki ya CRDB ilizindua kampeni kabambe inayoenda kwa jina la Tembo Kadi ni Shwaa. Kampeni hii ilizinduliwa tarehe 13 mwezi wa pili na inaendelea mpaka mwezi wa sita. Kampeni hii inalenga kukuza matumizi ya kadi zetu kadi zetu pendwa kadi zenye brand kubwa brandi ya Tembo Kadi na inakuja na zawadi kabambe Zawadi za kampeni hii uh, ni zawadi ya kwanza ni kupeleka washindi 24 Serengeti kwa ajili ya kwenda ku uh, kushuhudia mambo mbalimbali yanayofanyika mbali kwenye mbuga ya Serengeti, lakini pia tunaendelea kuendeleza ile slogan yetu ya Royal Tour. Uh, leo tumefanya draw ya kuweza kuwapata washindi wa Serengeti awamu ya, ya kwanza ambao ni washindi sita. Lakini ikumbuke kwamba kampeni hii wakati wa uzinduzi tulizindua wakati wa mfumo wa Valentine. Nimesema ni tarehe kumi na tatu mwezi wa pili ambapo tarehe kumi na nne mwezi wa pili ilikuwa ni siku ya Valentine. Kwa hiyo ilikuja na mahadhi ya ki-Valentine, kwa hiyo washindi hawa sita ambao tumewapata kupitia draw ya leo tutawapeleka Serengeti wakiwa na wapendwa wao, kwa hiyo sisi kitaalamu tunasema ni mshindi plus one wake. Ah, kumbuka nimesema Serengeti tuna plan ya kupeleka washindi ishirini na nne. Na leo tumepata washindi I mean washindi 12 tukipeleka na wenza wao inakuwa ishirini na nne. Kwa hiyo leo tumefanya washindi sita kila mmoja akija na mwenza wake maanake tunakuwa na watu 12 ambao tutawapeleka Serengeti, lakini kampeni hii ina zawadi nyingi, zawadi ya Serengeti ni zawadi moja katika zawadi nyingi ambazo zimesheheni kwenye kampeni hii. Awamu ya pili ya kampeni hii uh, tutakuwa na washindi watano ambao hao tutawapeleka Ulaya. Tunasema Tembo kadi ni shwa kiulaya ulaya, kwa hiyo tutakuwa na tembo Tembo kadi ni shwa kiulaya ulaya, ambapo tutapeleka washindi watano. Benki ya CRDB itawalipia kila kitu hawa washindi watano na watatembelea zaidi ya nchi tano za Ulaya. Siri ya kuwa mshindi ni rahisi sana, tumia Tembo kadi yako unapofanya miamala yoyote ya malipo. Lakini isitoshe kampeni hii ina zawadi kubwa zaidi. Mshindi wa jumla wa kampeni hii ambayo itaisha mwezi wa sita ataondoka na gari aina ya Ford Ranger mpya zero kilometa. Siri ya ushindi ni ile ile, tumia kadi yako ya Tembo Kadi unapofanya miamala huko madukani, tumia Tembo Kadi yako Supermarket tumia Tembo Kadi yako. Unanunua ticket online tumia Tembo Kadi yako. Umesafiri nje ya nchi tumia Tembo Kadi yako. Jinsi unavyozidi kutumia Tembo Kadi yako ndivyo unavyoongeza chance ya wewe kuwa mshindi kwenye zawadi hizi. Aidha, twende Kiserengeti, Serengeti au twende Kiulaya, Ulaya au tuondoke na Ford Ranger. Kwa sababu sisi CRDB tunasema Tembo Kadi ni shwaa. Na kuonyesha kwamba kampeni zetu ni halisia. Leo tumerani tume, tume run kamp, uh, rafo kwa maana ya um, kuwapata wale washindi sita na tumefanya tukiwa live. Watanzania wote ambao wamekuwa wakitufuatilia kupitia peji zetu za Instagram upande uh, wa CRDB lakini peji za influencers wetu uh, peji ya DJ Alibi pamoja na peji ya Queen Masanja wamekuwa wakiona uh, shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea hapa na namna hawa washindi wetu sita walivyoweza kupatikana. Mimi nitoe rai kwa Watanzania wote kupitia hadhira hii kuhakikisha kwamba wanafungua akaunti za benki ya CRDB, wanapata Tembo Card, na wanakuwa sehemu ya fursa mbalimbali ambazo benki ya CRDB imekuwa ikizitoa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.